Tumsifu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV. Katika kipindi cha Kwaresima, kila Ijumaa tunafanya ibada ya njia ya msalaba ambapo tunakumbuka na kutafakari mateso makali aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo katika kutukomboa. Ibada ya msalaba huweza kufanyika katika siku yoyote ya juma. Lakini kwa namna ya pekee katika kipindi cha Kwaresima hufanyika kila Ijumaa, tukikumbuka siku ya Ijumaa kuu ambapo bwana wetu Yesu Kristo alikufa msalabani ili atukomboe kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Vituo vya njia vya msalaba vipo kumi na tano ambavyo vinatutafakalisha fumbo la msalaba linalotupeleka katika sherehe ya Pasaka. Katika siku ya leo nawaalika tutafakari vituo viwili bi, vya njia ya msalaba. Kituo cha kwanza: Yesu anahukumiwa afe. Yesu anahukumiwa kama mhalifu kwa makosa ambayo hajatenda. Anajinyenyekesha na kukubali hali ya kuwa mhalifu ili aweze kutukomboa katika utumwa wa dhambi na mauti katika kitu... Katika kituo hiki cha kwanza tunaona mambo mawili. Jambo la kwanza, ukosefu wa haki. Yesu anahukumiwa kwa makosa ambayo hajatenda. Hakimu mwenye dhamana ya kusimamia haki anashindwa kutimiza wajibu wake, yaani Pilato. Licha kutambua kuwa mashtaka na tuma dhidi ya Yesu ni za uongo, Pilato anatoa hukumu ya Yesu afe ili kulinda cheo chake. Nasi kwa kutetea maslahi, kuna wakati tumeshindwa kutenda haki. Tuombe neema ya Mungu itusaidie tuwe watu wa haki katika maisha yetu. Jambo la pili, tunaalikwa kubaki waaminifu kwa kile tunachokiamini. Yesu Kristo alibaki mwaminifu katika kutimiza mapenzi ya Baba mbele ya watesi wake, licha ya kujua kuwa hukumu aliyopata si ya haki. Hakujibu kwa tukano, hakukosa matumaini, hakuamaki, bali alibaki katika utulivu. Nasi tunaalikwa katikati ya mateso, maangaiko, tubaki katika lengo msingi. Kusingiziwa na mateso usisababishe tukamkana Mwenyezi Mungu. Kituo cha pili. Yesu anapokea msalaba. Katika kituo hiki cha pili tunafundishwa kukubali kutimiza mapenzi ya Mungu. Yesu anachukua mzigo wa dhambi zetu, pasipo manung'uniko. Licha ya kupigwa mijeledi, kuchoka, kutiwa taji ya miba kichwani, anachukua mti wa msalaba kwa unyenyekevu na upendo usiopimika, akijua kuwa hayo yote ni mapenzi ya Baba. Yesu Kristu kupokea msalaba ni ishara ya kukubali kuchukua dhambi zetu. Msalaba mwanzoni huchukuliwa kama chombo cha mateso, aibu na udhalilishaji, lakini Kristu aliupokea msalaba ili kuupa maana nzuri zaidi Yaani kwa chombo cha ukombozi. Pia katika kituo cha pili tunaalikwa kuvumilia katika mateso. Usikimbie mateso na matatizo yetu. Kama Kristo angelikimbia hufa kwa hufa kwa ajili ya dhambi zetu, usingelikombolewa. Kila mtu ana msalaba wake, yaweza kuwa joto, baridi, njaa, mwenza wa ndoa, jirani, kazi, kazi yako, watoto. Hivyo hatuna budi kubeba misalaba yetu kwa upendo. Pia tunaalikwa tuweze kusaidizana katika kutatua matatizo yanayotukabili tuige mfano Bwana wetu Yesu Kristo aliyebeba dhambi zetu ili kutukomboa. Tumombe Roho Mtakatifu atujalie kutafakari mateso ya Kristo yaliyosababishwa na dhambi zetu ili tuweze kufanya toba ya kweli na kumrudia Mwenyezi Mungu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.